Sasa tuko hapa katika sura ya 38 na ya kitabu cha Ayubu ambapo kila kitu inakaribia kubadilika. Mstari wa moja unatueleza hapa, kisha Bwana akamjibu Ayubu kutoka katika kisulisuli. Sasa simama kidogo hapa. Je, hayo si maneno mazuri? Kisha Bwana akamjibu Ayubu kutoka katika kisulisuli, alijibu Ayubu. Tumekuwa tukisubiri hili kwa sura ya 37, sivyo? na kwa kweli Ayubu amekuwa akisubiri kile kilichoonekana kama maisha yote. Hatimaye Mungu anazungumza. Sasa kinachofuata ni hotuba ndefu zaidi kutoka kwa Bwana iliyorekodiwa katika Maandiko. Mungu anataka kumfariji Ayubu, lakini si kama tunavyotarajia. Mungu anamwambia Ayubu hapa katika mstari wa tatu, vaa kama mwanamume kwa ajili ya vitendo. Kwa maneno mengine, jiandae kwa kazi ngumu na kazi ngumu zaidi itakuwa mtihani. Mungu anasema katika mstari wa tatu, nitakuuliza maswali nawe unijulishe. Tazama, Mungu yuko karibu kumuuliza Ayubu swali baada ya swali katika sura hizi chache zijazo. Nilizihesabu maswali 77 kwa jumla, na yatakuwa maswali yanayohusiana na e, jiografia na bahari, hali ya hewa, nyota, wanyama Mungu atamuuliza Ayubu kuhusu maarifa ya kina cha bahari na kipimo cha dunia na muundo na mwendo wa makundi ya nyota. Sasa je, Mungu anajaribu kumdhalilisha Ayubu kwa kutokuwa na majibu? Hapana, Mungu anataka kumjengea Ayubu imani na tumaini kubwa zaidi kwa kumwonyesha nguvu na ukuu wake kama inavyoonyeshwa katika ukuu wake wa uumbaji na huu muundo wa ajabu wa ulimwengu wa asili. Lakini fikiria kuhusu hilo kwa muda mfupi. Hapa ameketi Ayubu. Amevunjika moyo, ana magonjwa na hatimaye Mungu anafika na kuzungumza. Lakini badala ya, unajua, majibu madogo ya haraka na suluhisho za haraka, Mungu anataka Ayubu afikirie kuhusu mvua, mawingu na nyota. Na ninajiuliza, faraja ya aina gani hiyo italeta? Kweli, nitakuambia ziara hii ya uumbaji italeta faraja ya ajabu kwa Ayubu, kama vile itakavyokuletea wewe pia leo. Nguvu ya uumbaji ya Mungu siyo tu sentensi ndogo katika imani ya kidini. Hapana, uumbaji ni sehemu muhimu ya Ukristo. Ikiwa hiyo inaonekana kama kuzidisha kwako, ni kwa sababu dunia yetu imeinama kwa nadharia ya mageuzi na kukataa simulizi la kibiblia la uumbaji. Hata makanisa mengi leo yatakubali kwamba Biblia unajua, imejaa tu hadithi za watu na hekaya zilizoshonwa pamoja. Sababu ya mtu wa kawaida leo kushindwa kupata faraja kupitia uumbaji wa Mungu ni kwa sababu mtu wa kawaida haamini Mungu aliumba chochote. Sisi sote ni ajali tu za wakati na molekuli zinazokuja pamoja katika dimbwi fulani mahali. Wapendwa, si ajabu kwa nini shetani amezindua mashambulizi makali dhidi ya ukweli wa uumbaji. Ifikapo kane ya kumi na tisa kulikuwa na angalau nadharia themanini tofauti za asili. Karibu kila dini kuu ya dunia leo imekubaliana na aina fulani ya mageuzi na hiyo inajumuisha Uhindu na Ubudha na Taoismu na Shintoismu na Uanimi. Imeingia hata katika Uyahudi, Ukatoliki wa Kirumi, Uislamu na Ukristo wa Kinjili leo. Wacha nikuambie kitu. Ikiwa simulizi la mwanzo la uumbaji linaweza kuandikwa kama hadithi ya watu kwa sababu ni la kushangaza sana kuamini, vipi au kwa nini tunapaswa kuamini kitu kingine chochote katika Biblia? Ikiwa simulizi la uumbaji si kweli, Yesu alikosea aliposema katika sura ya kumi ya Injili ya Marko, tangu mwanzo wa uumbaji Mungu aliwaumba mwanamume mwanamke ni wazi mtume Paulo pia alikosea alipomwandikia Timotheo na kusema kwamba Adamu aliumbwa kwanza, kisha Hawa. Moja Timotheo saa mbili na madakika kumi na tatu. Kwa njia, kila kifungu katika Biblia kinachorejelea uumbaji na kuna vingi, kinarejelea kama tukio lililokamilika, si mchakato unaoendelea au unaoendelea kubadilika. Kwa hivyo ikiwa Biblia haituelezi ukweli kuhusu mungu kuumba ulimwengu niruhusu nikuulize, ni sehemu gani nyingine za Biblia unazoweza kuamini kweli kuwa ni za kweli? Na niruhusu niongeze kwamba bila ukweli wa uumbaji, si tu kwamba Biblia haiaminiki, lakini injili haijakamilika. Je, unajua kwamba wakati mitume walihubiri katika kane ya kwanza, ubudha na upantezimu wake wa mabadiliko ulikuwa tayari umefika katika ulimwengu wa Mediterania? Je, unajua kwamba wastoiki na wagnostiki hawakuamini katika Mungu binafsi aliyeumba dunia. Na a walikuwa wasomi wa siku hizo za kale, walikuwa maprofesa wa vyuo vikuu. Kwa hivyo, hapa yupo Mtume Paulo katika Matendo 14 kwa mfano, anahubiri kwa wasomi wa siku zake. Hiki ndicho anachowaambia: tunawaletea habari njema kwamba mgeuke kutoka kwa mambo haya yasiyo na maana kwa Mungu aliye hai, Mungu aliyeumba mbingu na dunia na bahari na vyote vilivyomo. Mungu aliwaumbaje? Naam, Biblia inatuambia katika Zaburi 33 mstari wa tisa, alisema na ikawa. Mwanzo sura ya moja, acha kuwe na mwanga. Alisema na kukawa na mwanga. Mungu aliumba ulimwengu kwa kusema tu ninapenda jinsi John Wesley alivyoeleza, mwanzilishi wa Methodismu, alisema Mungu aliumba ulimwengu na hakujaribu hata nusu. Kwangu mimi, ajabu si kwamba Mungu aliumba ulimwengu kwa miujiza katika siku sita; ni muujiza kwamba alichukua siku sita kufanya hivyo. Angeweza kufanya yote mara moja na si ajabu kwamba shetani angepinga neno la Mungu kuhusu uumbaji, kwa sababu bila uumbaji, uaminifu wa wa maandiko unavunjika na injili inakuwa haina nguvu. Wacha niongeze hili: bila ukweli wa nguvu na udhibiti wa Mungu juu ya uumbaji wote, wewe kama muumini, mimi kama muumini, hatuna faraja. Tazama hapa, kuna mtu anayeitwa Ayubu ambaye amepoteza kila kitu na Mungu atamfanyia nini? Atakuja kwake na kusema, Ayubu, wacha ni kuonyeshe kile nilichoumba, wacha ni kuchukue kwenye ziara ya mpangilio wa uumbaji kutoka mbinguni hadi duniani hadi baharini na kwa wanyama. Unaona, Mungu anajua kwamba maonyesho na maelezo ya uzuri wa uumbaji yatasaidia kutuliza moyo wa huyu mtu anayehuzunika. Unataka kujua kwa nini ziara ya uumbaji bado ni moja ya vitu vya kufariji zaidi ambavyo Mungu anaweza kukupa unapoteseka? Sawa, wacha niweke jibu katika kanuni tatu za mwisho kwa ajili ya somo letu la leo, tunapojiandaa kuanza ziara hii ambayo Mungu anampa Ayubu. Kwanza, ikiwa Mungu ana nguvu za kutosha kuumba ulimwengu, ana nguvu za kutosha udhibiti ulimwengu. Tazama, Ayubu angejiuliza kuhusu moto ule uliotoka mbinguni na kuwa kondoo wake na wachungaji wake waliokuwa wakiwatunza. Atajiuliza kuhusu kimbunga kisichotarajiwa kilichoangusha nyumba na kuchukua maisha ya watoto wake kumi. Kile ambacho Mungu anaumba Mungu anakidhibiti. Ikiwa Mungu ana nguvu za kutosha kutuumba, ana nguvu za kutosha kutuongoza mambo yanayotokea katika maisha yetu si ajali, ni miadi iliyoundwa na Mungu. Hivyo hata Mungu asipojieleza, tunajua kwamba ana nguvu sana kiasi cha kutojikwaa, ana hekima sana kiasi cha kutojifanya makosa. Sikiliza jinsi mtunga zaburi Daudi anavyounganisha uumbaji na faraja. Anasema katika Zaburi sura ya nane na aya ya tatu, maneno haya yenye nguvu: ninapoangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoweka mahali pake, mwanadamu ni nani hata umkumbuke? Ya muumbaji wetu mwenye nguvu, Mungu anakumbuka, anatujali. Tatu. Ikiwa Mungu ana nguvu za kutosha kuumba makazi yetu duniani, ana nguvu za kutosha kuumba makazi yetu ya baadaye mbinguni. Na wakati huo huo Mungu anapoanza kuzungumza faraja kwa Ayubu, tutagundua suluhisho la mateso duniani. Si jibu la haraka, si maelezo mafupi ya haraka, siyo pendekezo mimi mtu Jibu ni mumbaji wetu mwenye nguvu, Mungu. Sikiliza kama vile mtume Petro anavyoandika hivi: kwa hiyo wale wanaoteseka kulingana na mapenzi ya Mungu waweke roho zao kwa mumbaji mwaminifu. Moja Petro saa nne na madakika kumi na tisa. Unaona, tumaini letu tunapoteseka limefungwa katika ukweli kwamba tunaweza kuamini neno la Mungu, tunaweza kumwamini Mungu. Kwa nini? Kweli, kwa sababu yeye ni muumbaji wetu, Mungu kweli. Katika kikao chetu kijacho tutaanza ziara hii ya uumbaji na kujibu baadhi ya maswali haya sabini na saba ambayo Mungu anamuuliza Ayubu. Mpaka wakati huo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.